So, aa anayeweza na tuliona ame ame mefunga ndoa kimya kimya, hakuna tamshenga, hakuna hata shahidi, hakuna kozi. Aziz Ki analelewa jamani, analishwa na tuzwa, anakula madadao yale yale yanayofanya mtu ananeneka. Waambie kama Aziz Ki kanenepa, waambieni tutamudi, sikaingia juzi finali ya FA hii ya federation, waambieni bodi ya ligi, uh, kwenye ligi kula tutaki, tunataka huko kwenye nini, kwenye, e eh, Fainali na nebo. Mtoto wa Modi mbovu, Yanga hii leo, Yanga hii nimekwambia. Kwanza Songea United yuko bora kuliko mtoto wa Modi. Niulize kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye yuko bora unaona anakuja uwanjani kwa muda mwafaka. Lakini unaona mtu ambaye ana timu mbovu, unaona anakimbilia uwanjani. Kwa sasa hivi ukiniambia kwamba, eh, Songea United na mtoto wa Modi ndiyo yuko bora, nakwambia Songea United yuko bora kwa sababu amekuja uwanjani aogopi. So yule leo toto kwanza Songea mwenyewe kwamba alipopigwa hizo mbili, akiambia na mtoto wa Modi umepigwa mbili, Songea anamjibu kwamba bora hata mimi kupeleka timu uwanjani kuliko wao ambao hawajapeleka timu uwanjani. Nimeona yatupa huo, ndio kweli aliyesiria mtoto mdogo alikuwa anaogopa tano. Eh, na kanuni inasema ukidungwa mara tano mfululizo na mtani, ina maana benchi nzima linajiuzulu. Na ndio maana mtoto mdogo kila kitu ale nane, aliona kabisa nane au tano zinaenda kumkaokoa. Na ndio maana akaona sasa kwa nini goli nani kocha wetu? Asira ni Krismasi nini Pasaka pamoja na Idi, msiwasiku akamwe. Na mimi nawahakikishieni ile mechi ya tarehe 8 mtoto mdogo Maguru Benjamin Mkapa yule mangungu, tusingekuwa naye na kocha wao tusingekuwa naye yule Pablo. Yanga tuko vizuri, na ndio maana tumekutana naye kwa bora, lakini kukutana na mimi kwa bora zaidi, na nikuhakikishia, tarehe nane tunavamia, tarehe mbili tunavamia kwa kimbunga cha ajabu, kwani unajua kisha Tabora Tabora itajuta kumkaba muuza beso, angalia tatin.

kuzuia utakutana naye ama utakutana naye. Alichokifanya Tabora pale Chamanzi, kumkaba muuza viso, sasa tarehe mbili atajuta kumkaba muuza viso. Hivi navyokueleza, skwadi zima ya Yanga inaweza kuondoka tarehe thelathini thelathini na moja tarehe moja Tabora ile na uhakika, ni kiwa kama rais wote Tanzania itang'ara njano na kijani. Hakika yule Tabora atajuta na kwenda kupiga kipigo cha kichapakashume ch atanieleza pointi tatu kei pale nambale Chamanzi alizichukua jitukua Walai Tabora yani, tunahakikisha Tabora inafura wananchi itakuwa jano na jana na jani. Nimesema Tabora hatajuta kumkata muzabiso, hata mimi rais wote Tanzania nitakuepo Tabora kuahanikiza kinazizikii kwamba kisasi lazima kipigwe pale, ilikuwa tatu moja kwake kule, naziona nane, maana yule msemaji wao yule kashanza kubwabwaja siku mbili hizi tayari kashanza kuyatupa maneno. Tukutane tarehe mbili, ukapata matokeo muda wote na wakati wote.

wamekuwa na wakati mgumu sana ndani ya hii miaka mitano wakiwa wanaenda kushiriki michuano ya kimataifa, wanakuwa wanafanya vizuri sana, so ninachoomba wasiende wakiwaandareti almasi, kwa sababu warabu wao na desturi yao au na utaratibu wao wa kucheza kwenye ardhi yao ya nyumbani kwao, mimi nadhani simba wanatakiwa waende, wanatakiwa wakubali kwamba wanaenda kwenye ardhi ya uarabuni ambao wao wanatakiwa, amba wa wa wanatakiwa wawe kama timu ya ma haijalishi ana muda gani anashiriki michezo ya kimataifa na akiwa anafika wapi, lakini unapoenda kwenye hali ya mtu mwingine, unatakiwa umrespect kwanza na mpinzani, amtaki kumdharau. Ukienda na mentality ya wewe kwamba wewe ni bora zaidi yake, hicho ndicho kinacho waposti vilabu vingi mkatikanai

unatakiwa ujue kutofautisha klabu na timu. Unapoizungumzia klabu, unamzungumzia mwanachama, viongozi na wachezaji. Unapoizungumzia wa timu, ndio utakuta kinafaridikia na bechi na uu. Kwa hiyo ilipo klabu ya Young Africans na wanachama wapo, alipokuwa kiongozi wa Young Africans na wanachama wapo, wanachama wenyewe ni tunachokihitaji ni sheria na kanuni iasinii mpira wetu uweze kuwa eh, ligi bora barani Afrika. Watu wengi wanasema au niseme kwamba kwa hii sifa tunayopewa kwamba Tanzania ni ligi bora kwa barani Afrika ya yani, nne, mimi naweza nikakataa Unatumia vigezo vipi tupatia ligi bora namba 4 barani Afrika ili hali tuna refa <mucho> moja anayechezesha michono ya Afcon arajiga harajigandukake. Hiyo ni ligi bora barani Afrika namba 4? Kwa hiyo mimi nadhani tuache makandokando, tusimamie sheria na kanuni, ili tupate ligi bora halali na siyo ya, micho, ya michongo michongo <mucho> Inawezekana chini ya jua mna kinachoshindikana. Na unapokuwa umemkosea mtu au unapokuwa umekosesha watu imani, haijalishi umebakiza muda gani, wakiisha sema kwamba uondoke basi wakisha. Unaambiwa msanii mzuri ni yule anayejua wakati wa kushuka jukwaani kabla hajaanza kuzodolewa na mashabiki zake. Kwao mimi nadhani ukishaona umeboronga, ni bora ukangatuka peke yako pasipo kuanza kuchafuliwa. Kwa hiyo kwa wanachokifanya bodi ya ligi na TFF mimi nadhani kwa mtazamo wangu mimi na fikira zangu mimi, ningekuwa mimi ningekuwa nimeshang'atuka. Kwa nini? So wewe kama kiongozi wa mpira Tanzania umetoka kwenye majukumu ya kafu, tulipaswa kuja kukaa chini na vijana wako, ukaongea nao, kusikiliza na shida yao. Lakini unapokuja kabla hujakaa chini na wale ambao unatakiwa kuongea nao, unajikuta unaongea kwenye media maneno ambayo yanadhihirisha umeegemea upande gani inakuwa inakuwa haipendezi kwa mtu ambaye ni kiongozi. Unajua, uongozi ni talent, na ili uwe kiongozi ni lazima uwe na busara, hekima na maadili so kwa Karia, hekima na busara na maarifa yote haya, na ndiyo maana hata juzi kwenye kikao dhidi ya waziri wa michezo haukumsikia akiongea chochote. Nadhani kama mlifuatilia alivyokuwa na waaga wachezaji wa timu ya taifa pale Tanga, mlisikia kauli zake. Kwa hiyo mimi nadhani ni muda sahihi wa Karia kuachia ngazi na asisubiri kuchaguliwa, kwa sababu unapokaa unachafuliwa hivi unaongelewa hivi, halafu mwisho wa siku unasubiria upijiwe kula tena, au unasubiriwa uje utoke kwa kuondolewa na watu, kwa kule inakuwa haipendezi. Kwa hiyo mimi nadhani n na, anaweza kwa babangu, of course, kwa umri wake mimi ni mdogo kwake, lakini kwa ushauri wangu, ningemshauri mshauri aondoke tu, ataondoka. Sasa hicho ndicho tunachokitaka. Kwa nini? Unaangalia kuna vilabu vingi vidogo vinakuwa vina havitendewi haki na huu huu uongozi. Kwa nini nasema hivyo? Vilabu vingi, Azamu amewahi kwenda kucheza Kageni, alizimiwa tano wakati wa kufanya mazoezi na meneja wa uwanja, lakini akalalamikie watu Mbea Kwanza amewahi kufika uwanjani, ambulensi haikuwepo uwanjani. Kisheria huwezi kucheza kama ambulensi haikuwepo uwanjani, alipokwa alama Mbea Kwanza akapewa na Mungu, angelalamikia wapi? Wakati kocha mwenyewe alifungia miaka